Mwaka ni 1971, baridi kali ikiwa imetanda barabarani huko Stockholm, Sweden. Mji uko kimya, lakini katika jengo la ubalozi wa Yugoslavia, hasira kali, kisasi na njama zinakaribia kuanza. Lakini nikurudishe nyuma kidogo. Huyu hapa Josip Broz Tito, rais wa Yugoslavia akiongoza ni tawala kwa mkono wa chuma. Anaiongoza nchi yake iliyogawanyika katika misingi ya kidini, makabila na kisiasa. Lakini pia anawashughulikia ipasavyo kwa mkono wa chuma wale wote waliompinga au kumkosoa kutoka ndani na nje ya mipaka ya taifa lake. Katika miaka ya sitini na sabini makundi ya wapinzani waliokimbilia nje ya nchi hasa kundi la Ustashe kutoka Croatia walianza kupanga njama za kulipiza kisasi dhidi yake. Sasa basi, Januari saba mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja watu wawili wenye silaha walikuwa wakiingia kwa kasi katika ubalozi wa Yugoslavia mjini Stockholm. Vijana hao wenye silaha walikuwa wamevalia pia suruali za kijeshi. Ni Miro Bareshichi na Angeliko Brekovic wanachama wa kundi hatari la Ustashe. Lengo lao halikuwa kupata pesa wala heshima. Walikuwa wamekuja hapa kwa ajili ya kisasi. Naam, ni kisasi cha hatari. Basi bwana, wanaingia moja kwa moja katika ofisi ya balozi Vladimir Rolovic, aliyewahi kuwa mkuu wa magereza yaliyowafunga wanasiasa nchini Yugoslavia. Kisha wanamteka na kumpiga risasi za usoni na tumboni na kisha kuondoka zao wakidhani tayari wamemuua. Hii ilikuwa karata ya kisiasa ujumbe wa moja kwa moja kwa Tito kwamba tumelipiza kisasi, sisi hatuogopi. Lakini pia ilikuwa onyo, yani ujumbe wa wazi kwamba hata viongozi wa juu wa Yugoslavia hawako salama, kwamba hata kama Tito mwenyewe hakuwa ndani ya ubalozi huo, bado risasi zile zingeweza kumfikishia ujumbe kwa njia ya kisiasa. Kwa wiki moja balozi Rolovichi alikuwa akipigania uhai wake hospitali, lakini alikuja kufariki siku chache baadaye kutokana na majeraha makubwa. Kisa hiki kilitikisa sio tu Sweden bali dunia nzima. Mataifa ya magharibi yakaanza kujiuliza, je, makundi haya ya uhamishoni ni mashujaa kwa uhuru wao au ni magaidi wa kisasi? Basi kilichofuata ni upelelezi mkali na kuimarishwa kwa usalama wa viongozi wa juu serikalini, akiwemo Marshal Joseph Broz Tito mwenyewe. Tito akiwa tayari ni kiongozi mkongwe mwenye historia ya kunusurika majaribio kadhaa ya kuondolewa madarakani, alichukulia tukio hilo kama onyo kali kwamba bado alikuwa kwenye shabaha ya vikundi vya kigaidi vilivyopinga utawala wake na mara baada ya shambulio hilo serikali ya Yugoslavia chini ya Tito ilianzisha msako mkali dhidi ya wanaharakati wa Kikroshia waliokuwa huko uhamishoni, hasa wale walikuwa wakijihusisha na harakati za Ustashe. Kwa kushirikiana na idara za usalama wa ndani UDBA, Tito aliamuru kufuatiliwa kwa ukaribu zaidi raia wa Yugoslavia walioko nchi ya Skandinavia, Marekani na Australia. Ikumbukwe kwamba tukio hilo lilikuja wakati ambapo hali ya kiusalama ya ndani haikuwa imara zaidi. Kulikuwa na vuguvugu la kitaifa ndani ya Croatia, maarufu kama Croatian Spring, ambapo viongozi na vijana wa Croatia walikuwa wakidai uhuru zaidi wa utawala wa majimbo, haki za kiuchumi na utambulisho wa kitaifa. Tito, ingawa alikiri kuwa baadhi ya madai hayo yalikuwa halali, hakuwa tayari kuruhusu mpasuko wa nchi aliyojenga kwa miaka mingi. Basi alianza kuongeza ulinzi wake binafsi. Safari zake nje ya nchi zilipungua, na alipoamua kusafiri, ratiba za safari zake zilifanywa kwa usiri mkubwa lakini pia alikuwa na kikosi maalumu cha walinzi waliofunzwa na KGB pamoja na kitengo cha ndani cha Yugoslavia kilichoitwa Titova Gardi. Wakati mwingine alitumia watu asura kama yake ili kupotosha wahusika wa mipango ya mauaji yaani, kiufupi alitumia mbinu zote kujilinda. Kisa cha mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja pia kilimfanya Tito kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na mataifa ya Skandinavia. Yugoslavia iliomba usaidizi wa Sweden, Norway na Denmark kuhakikisha kwamba ardhi yao haitumiki tena kama maficho ya vikundi vya wapinzani wa serikali yake. Ingawa baadhi ya nchi hizi zilitilia mkazo uhuru wa kujieleza, zilikubali kushirikiana katika masuala ya usalama wa kimataifa. Hatimaye Miro na Angelico walikamatwa na serikali ya Sweden na kuhukumiwa kifungo cha miaka kadhaa jela. Hata hivyo, baadaye walihamishiwa nchi nyingine kutokana na mivutano ya kimataifa kuhusu haki za kisiasa za wakimbizi. Miro alirudi Croatia miaka kadhaa baadaye, wakati nchi hiyo ilipojitenga kutoka Yugoslavia na baadaye akauawa mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja kwenye mapigano ya kivita wakati wa vita vya Yugoslavia. Mwisho, jaribio hilo la mauaji ya Tito kupitia kwa kiongozi wake wa ubalozini Vladimir Rorovich lilowasha moto wa kisiasa na kiusalama katika eneo la Balkan, ingawa Tito aliendelea kuongoza hadi kifo chake mwaka 1980. Tukio la mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja lilithibitisha kuwa hata viongozi waliokuwa na umaarufu na nguvu kama Tito hawakuwa salama kabisa. Ilikuwa ni onyo kwa Yugoslavia na dunia nzima kuhusu hatari ya siasa kali na chuki za kitaifa zinazopandikizwa kwa miongo mingi. Lakini tukio hilo limebakia kwenye historia kama jaribio la hatari zaidi liliowahi kufanyika dhidi ya heshima na ushawishi usha wa Yugoslavia na kisayansi, lilichukuliwa kama shadow attempt ya kumua Tito kwa ishara ya kumwangamiza aliyomwakilisha moja kwa moja nje ya mipaka ya taifa lake zaidi ya yote. Soma kitabu changu cha Jicho la Genghis Khan, Siri za Ujasusi wa Mongolia, Uliotikisa Dunia na Funzo kwa Karne ya 21. Kitabu hiki kwa sasa kinapatikana kwa soft copy Unalipia shilingi elfu tisa mia tisa tisini na tisa tu kwa mpesa, anza na alama kujumlisha mbili tano tano saba tano tano nne nne nane tano tisa moja, au CRDB sifuri moja tano mbili nne tisa mbili moja moja nane nne sifuri sifuri, majina Ananias Edgar Kitage. Baada ya malipo nitumia ujumbe WhatsApp kwa namba anza na alama kujumlisha mbili tano tano saba tano tano nne nne nane tano tisa moja, nitakutumia kwa WhatsApp au email. Mimi naitwa Ananias Edgar.